Kwalimihimizi na kumsihi kila mmoja tangu hiyo tarehe tunaza hata tangu sasa hivi tunaendelea kuombea, lakini rasmi kuanzia hiyo tarehe ishirini na tisa za mwezi huu wa kumi na moja tujinyenyekeze mbele za Bwana, tuutafute uso wa Bwana, tumsihi Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya taifa letu na kwa ajili ya nchi yetu tumetoa tangazo hilo ambalo ninaamini katika vikundi vingi vya WhatsApp wanaweza ukaipokea, okay. Na tutapanga utaratibu namna gani tunaweza tukafanya ndani ya hizo siku kumi ili kusudi tuweze kuweka utaratibu mzuri wa namna gani tunaweza tukaomba kila siku. Tunamhimiza kila mmoja kuomba, tunahimiza kila familia kuomba tunahimiza kila kikundi kuomba katika vikundi vyetu, lakini tunahimiza tuombe nyumbani, tuombe kanisani, tuombe kazini, tuombe mahali popote pale ambapo tunaweza kuwa ili kusudi Mungu wetu aweze kutusaidia. Maandiko matakatifu ambayo yanaweza kutuongoza ni pamoja na Mambo ya pili ya Nyakati sura ya kumi na ya saba na mstari wa kumi na nne, iwapo watu wangu wanaoitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu na kuziacha njia za mbaya, Mungu ameahidi atasikia kutoka mbinguni, ataponya nchi. Lakini pia vile vile ile Luka sura ya kumi na nane na mstari wa kwanza, mahali ambapo Bwana Yesu aliwahimiza wanafunzi wake, akawaambia kwamba inawapasa kumwomba Mungu siku zote, wala msikate tamaa. Wathesalonike ya kwanza sura ya tano na ule mstari wa kumi na saba ombeni bila kukoma, pamoja na Timoteo ya kwanza sura ile ya pili ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa tatu basi kabla ya mambo yote, tutakajua sala, maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya utawala wa mamlaka tuishi maisha ya utulivu na amani katika utongo wote na titalivu, kwa sababu hili linakubalika mbele za nani? mbele za